Baada ya kutazama sehemu ya pili ambapo sehemu ya pili ililenga namna ambavyo mama anaweza kuepukana na changamoto kuweza kupata ujauzito au kuweza kupata ujauzito. Yaani maana yake mama ambaye hatamani kupata ujauzito ni vitu gani ambavyo anapaswa kuzingatia, lakini kwa mama ambaye anatamani kupata mimba tena, inawezekana ikawa ni mara ya kwanza au ushawahi kujifungua na anatamani kupata ujauzito tena, kwa maana nyingine, ni vitu gani ambavyo anapaswa kuzingatia ili uweze kupata ujauzito kwa wakati kulingana na mwezi ambao umejipangia. Kwanza, lazima mama ufahamu mzunguko wako wa hedhi au mzunguko wako kwa kutumia kalenda ambayo itakufanya wewe kupata ujauzito kulingana na mwezi ambao umejipangia kupata ujauzito au, au unapaswa kuzingatia na mbinu gani ambayo utachagua uko kutakuwa salama. Lakini hapo kuna mbinu: kunyonyesha na matumizi ya dawa, aidha ni sindano ama vidonge na vijiti, kitanzi, kondom na kumwaga nje, ambao ni makubaliano yenu kati ya wewe na mwenza wako. Lakini pia unaweza kumtumia kalenda ambayo ndo somo langu kubwa ambao nafundisha hapa, na hapa nitatumia mzunguko wa siku 28 kwa hapa mama kwa ambayo mzunguko wa siku 28 unaweza ukasikiliza na kuelewa, lakini kwa yeye ambaye sio mzunguko wa siku 28, tutatoa madarasa mengine ambayo kama msaada, lakini unaweza ukasikiliza na kuweza kutrack mzunguko wako au kuelewa mzunguko wako namna unavyotokea na kuweza kujua siku gani ya hatari na siku gani kwako sio hatari na siku gani kwako ambao ukifanya basi unaweza kupata ujauzito na siku gani ambao kwako unaweza ukafanya usipate ujauzito. Na kwa kwa kwa kwa kwa kawaida mbegu za mwanaume au shahawa za mwanaume katika mwili wa mwanamke huwa zinakaa siku tano. Kwa hiyo mama hata ambaye anatamani kupata ujauzito, unaweza ukafanya tendo la ndoa au ukafanya siku ambayo unajihisi kwako ni salama, lakini baada ya siku ya kumi na nne kufikia zile mbegu zikawa bado zipo hai mwilini na kusababisha mwanamke kupata mimba. Na hiyo wengi wamekuwa wakichanganya kalenda au wamekuwa kilaumu kalenda kwamba inadanganya na kusababisha kupata ujauzito na, na, na, na mama ajikuta anaendelea basi ikulao ujauzito wake au kupanga lakini mimba ambayo hajapanga kutokana na kuamua, au mimba imeingia wakati ambapo ya kupanga kutokana na mbegu za wanaume kukaa ndani muda mrefu, hata siku ambapo yai limetoka, basi anajikuta yeye zile mbegu hazijafa na kuweza kutungisha mimba. Lakini yai la mwanamke linapotolewa kwenye mfuko wa mayai ovaries, ambapo huwa anakaa masaa 12 mpaka masaa 24 kwa maana ni siku nzima mpaka siku ya pili yake kwenda kwa masaa 24. Nne kwa hapa kuna nafasi kubwa mwanamume, kama atakuwa ameacha mbegu zake siku mbili nyuma au siku tatu nyuma, basi inaweza kuhutubishwa na kusababisha mwanamke akapata ujauzito. utakuwa katika siku za hatari. Kwa hiyo, namna bora kuepukana hapa ni kuweza kutrack joto lako la mwili siku zote hususan mpaka mpale siku ya 14. Kwa hiyo, utaanza kuhesabu siku ya kwanza ambapo umeingia period mpaka siku ya 14. Kwa hiyo, joto lako litakuwa linafuatilia mara kwa mara, na utakapoona joto lako limepanda sana siku husika, basi kiashiria kwamba uko kwenye siku za hatari. Lakini mama atambatana na, na, na vitu vifuatavyo: atakuwa na hamu ya kushiriki tendo la ndoa mara kwa mara au atakuwa na hamu sana siku hiyo nikiashiria kwamba mama utakuwa katika siku zako za hatari. Za maziwa mama atakuwa amevimba, ukihisi maziwa amevimba na kuhisi kujaa na kuuma kwa mbali, nikiashiria mama utakuwa siku zako za hatari. Lakini pia mama atajisi ute wenye kuongezeka ukeni, maana yake ute ambao unatoka siku zote utakuwa ni mwingi zaidi, au siku hiyo itakuwa ni mwingi zaidi, nikiashiria kwamba utakuwa mama katika siku zako za hatari. Sasa kuna wengine wanachanganya ute hapa. Utajuaje ute ni wa siku zangu za hatari? Ute wa mama wa siku zake za hatari ni pale ambapo ute wake utakuwa ni mwingi, lakini utakuwa wenye kukatika, ukiushika, ni kama vile mfano wa kiini cha yai kile cheupe. Ukachana kile cha ch ch katikati cha njano, yale maji meupe ambayo yatakuwa katika yai. Kwa hiyo shika, au mama utaingiza kidole ukeni, vidole viwili, utakaposhika ule ute na kuubana katika vidole viwili utakapotoa na kutanua vidole vyako, ukiona unavutika na kukatika, alafu imekuwa mwingi zaidi, kwamba nikiashiria mama utakuwa katika siku zako za hatari. Kwa hiyo hizi ni ishara ambazo mama unaweza ukazitumia kukulinda zidi ya changamoto ambayo unaweza ukapata kwa kufanya kwa kufanya tendo la ndoa kabilicho, ili kuepukana na ujauzito au kama ni mwanamke ambaye atamani kukutopata ujauzito. Ukiziona hizo ishara, ni vyema ukawa ukaepukana na mwenza wako au ukadiscuss na mwenza wako kwa kumpa taarifa na kuweza kuepukana hizo changamoto kupata ujauzito bila kutarajia. Lakini kwa ambao wanatamani kupata ujauzito kuingana mwezi usika, basi hizo siku ukiziona au hizo dakika ukiziona, basi ni vyema ukafanya tendo la ndoa na kuweza kupata ujauzito. Tuzungumze na mwanamke ambaye ana siku 28 ambazo kwa ufupi, lakini kwa ambaye sio siku 28 basi unaweza kusikiliza na kutraki mzunguko wako vizuri na kuweza kuelewa huu ni mfano wa mzunguko wa mwanamke ambaye na siku ishirini na nane ambazo nimem, nimemwekea kuingana na siku za hatari na siku ambazo kwake zitakuwa sio za hatari na kuweza kufanya na kutopata uja ujauzito. Tutaanza kuhesabu mzunguko ni siku ambapo mama utaanza kuingia periodi. Sisi hatutahesabu kwa kutumia hizo kaenda za kawaida ambazo huwa zinatumika kila siku utatumia mzunguko wako kwa kuhesabu siku ya kwanza ambapo unaingia period mpaka siku utakapoanza kuanza period nyingine. Kwa maana kama umeanza leo period, utahesabu mpaka siku ya mwisho ambapo kama kesho tena utaanza kuingia period, leo siku yako ya mwisho, basi huo ndo mzunguko wako kuelekea mwezi unaofuata. Kwa hiyo sasa uweza kutambua kwamba siku hii ni hatari na siku sio ya hatari. Tutaanza kuhesabu siku ambayo umeanza hedhi ambayo tumechukulia mfano huyu mwanamke anaingia siku tano au tuchukue tu maximum labda siku tatu siku nne ambazo unaingia period au siku tatu siku tano. Kwa hiyo tutaanza siku ya kwanza umeingia period, kwa hiyo tutaweka pale siku ya kwanza mpaka siku ya tano ambayo ni mumwekea wewe mwanamke, wengi huwa wanaishia hapo, lakini kuanzia siku ya sita mpaka siku ya kumi ni siku kwa kwa ambazo ni salama, unaweza ukafanya tendo la ndoa utakavyo na usiweze kupata ujauzito, lakini siku ya kumi na moja mpaka, mpaka siku ya kumi siku kwa kwa na ya moja, ya saba kwako kwa inaweza kaa siku ya hatari, lakini ni vema ukazingatia kwa kuweza kuhesabu vizuri, na usisahau, maana kuna wengine wanajichanganya, wanaweza kujikuta wakaangukia katika siku ya 16 kapata ujauzito kutokana na uhifadhi wa mbegu, au siku ya 14 ile mbegu zikaa ndio yai na mama kali imetoka, na siku ya 15 na nafasi kubwa baada ya mwanamke kuendelea kupata ujauzito. Lakini siku ya 18 mpaka siku ya 18, mpaka siku ya ishirini na nane ni siku ambayo mwanamke atakuwa salama, ni wakati sahihi kwako wa kufanya tendo la ndoa. Kwa hiyo kwa mwanamke ambaye anatamani kuepukana na changamoto ya ujauzito baada ya kujifungua, kwa kutambua dalili zile ambazo nimezisema, lakini kwa hapa, kwa kutambua mzunguko wako, hizi ni siku ambazo unapaswa kuziruka siku ya kumi na moja mpaka siku ya kumi na sita ambayo inaweza kuhatarisha mama kupata ujauzito na kupelekea kupata ujauzito wa mapema zaidi, kutana na changamoto kujifungua mapema au hatari ambayo anaweza kubana nayo mama kama atapata ujauzito wa mapema, na isitoshe kama atakuwa amejifungua kwa upasuaji. Vema kuzingatia mzunguko huu wa siku 28, lakini kwa mbaye sio mzunguko wa siku 28, nitakuja na mzunguko mwingine ambao unaweza ukawa msaada na kuelewa wapi na na kupata maarifa mengi zaidi ya kiafya kupitia channel hii chaneli ni afya ambayo tutajifunza mambo mbalimbali ya kiafya ambayo inaweza kama msaada kwa mtu mmoja mmoja au familia au kwa jamii kwa jumla, na kupambana zaidi ya changamoto za afya ambazo zinatokea kwa watu wengi kukosa maarifa. Lakini kama unafikiri una maarifa mengi zaidi ambayo yanaweza kama msaada, basi unaweza kutumia link hii au video hii kwa ku comment hapo chini, na wengine waweze kujifunza zaidi na kuweza kupata maarifa ya kiafya ambayo itakuwa msaada na kukabiliana na changamoto za kiafya ambazo za zinatokea katika jamii na kuweza kukosa maarifa ambayo ingekuwa msaada na kuokoa jamii.